Uh, msiba ume taarifa za msiba umezipata uh, ukiwa wapi? Tunapokea kwa majonzi makubwa sana, kwa majonzi makubwa sana kwamba MC Pilipili hatunaye. Simu mbalimbali zikaanza kuita, makundi mbalimbali mbali ya sanaa, na wanavyomjua MC Pilipili, ucheshi wake, uhodari wake wa kazi, kujituma kwake, amekuwa na marafiki wengi viongozi wa nchi, wadau mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla, tumepokea hizo tukampigia mheshimiwa mbunge. Kiukweli nimpongeze sana Mheshimiwa Antoni Mavunde, amekuwa mstari wa mbele hapa mpaka hapa usiku unapofika hapa tumemkuta mheshimiwa mbunge. Hii ni jinsi gani inaonyesha kwamba tuna watu nao wanaweza wakatukimbilia, tenge ishi na watu vizuri. Kwa hiyo mmemwona mwenzetu kalala vingine tunaachia utaratibu utakaofuata, lakini kikubwa, mwenzetu kapumzika. Tuwashukuru watu wa awali waliokuja kutupa ushirikiano, tuwashukuru wafanyakazi wa hapa hospitalini Dodoma, wote kwa ujumla wao, ndugu jamaa na marafiki na wasanii mbalimbali ambao wanaendelea Dar es Salaam kuulizia kwamba inakuwaje, inakuwaje. Utaratibu utatolewa kesho kikubwa tumwombee mwenzetu, Bwana awe naye mm, Bwana ametwaa, na inna lillahi wa inna ilaihi. kwenye maisha yake ya kawaida kama binadamu Steve, uh, Steve, tu MC Pilipili alikuwa ni mtu wa aina gani? Nimekwambia ukutana, kukutana MC Pilipili, huwezi kununa, ni mcheshi muda wote, na wewe ni shahidi hapa. Tuongelee kwa sababu tunasema amekufa, tunaongelea aliti ya mtu na hili naweza kaliweka wazi kabisa. MC Pilipili kwanza, ni mtu wa kujitoa kwenye misiba wenzake. MC Pilipili alikuwa anajitoa mno, anasafiri kwenda kuzika, alikuwa anajituma. MC Pilipili ni MC ambaye unaweza kumpa kazi ya MC akakufanyia MC bure kwa sababu ya urafiki. MC Pilipili mwishoni hapa alikuwa anahudumia wagonjwa, mwishoni akawa anataka kuwa pastor, anapambana kuitafuta kesho yake njema. Lakini yote ya yote mimi niko Dodoma hapa, nimefika mochwali hapa MC kalala. Ndugu zangu wasanii wa Tanzania hii wote, MC amepumzika kalala, MC amefariki. Sipo ya, pindi takapofika sasa kuja kumsindikiza katika nyumba yake ya milele basi, kuna utaratibu utatangazwa.